Jana yani, wakati nakuwekea stori hapa kwa kile ambacho Zuchu amekifanya kumpiga dongo Rita ambaye ni ex Diamond Platnumz. Nilisema kwamba Rita ni mswahili sana, kwa so fan nilichokiona, na siamini kama anaweza kukaa kimya, nilitegemea comeback, na ndio hicho ambacho amekifanya. Ameandika maneno mazito sana kiukweli kwenye page yake ya Instagram kupitia story, na hapa amewachana wote, mama yake Zuchu kwa maana ya Khadija Kopa kusoma ujumbe wake na Zuchu mwenyewe. So sehemu ya kwanza ameandika, nasikia bibi Kitufe na mwanae Shangazi Kinganga aka muongaji wanaume wa taifa wameungana kugombania ndoa kwa nguvu, wamekosa hata haya za uso na sura zao kama hii imoji hapa. <laughs> ameweka ile imoji ambayo inatoaga vimacho hivi. Naona limekukaa kooni hilo suala la kodi. Nikupe umbea, ishalipwa muda sana. Mimi sio wewe ambaye hata umkute mwanaume wako kamlala mtoto wa kakaako bado akikuomba msamaha utamsamehe, hata umkute kamlala aliyekuleta duniani bado utamsamehe. Sasa wewe si mwendawazimu? Unajiona una akili noted. You need a therapist 100%. Mwanasaikolojia, uh, this is serious, very serious, hauko sawa kichwani. Mchafu wa dunia, hujui hata kubadili mashuka ya chumbani kwa mwanaume, hadi kitanda kimekushinda huyo. Jamani, bora mmoja asiwe na akili kuliko familia nzima ikakosa akili. Uh, sawa. Sehemu ya pili ameandika bwana unaye unatamba naye, ila kumtuliza ndo humu, huwezi na hutoweza maisha yako yote hata uungane na bibi kitufe wako, utaishia kujiliwaza na misamaha yako ya bure. Uzuri bwana hana haya, hajawahi kukataa utamu kirahisi rahisi. Na usumbufu uwache, simu za usiku usiolala, unenepe kujifanya unajua sana mahaba ya kupiga piga simu kusumbua watu na starehe zao. Uzuri bwana mwenyewe simu alikuwa anaifunika, sio shida zake. Muda mwingine ananiambia mkatie huyo, kwa sababu anajua akirudi kwako kwa naomba ombi moja tu dada ya nguo ya ndani ishaloa, ushamsamehe bwana yetu. Jina lako jipya, bwana yetu, msamehe dhambi za watu. So hiki ndicho ambacho Rita amekiandika kwenye peji yake ya Instagram kupitia Insta story akijibu mapigo baada ya Zuchu kuandaa Kigoma. Uh, usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano nakunyecha Kigoma, alikuwa pia na mama yake pamoja na watu wengine wakawa wanacheza pale, alafu akawa anatupa madongo e, kwa Rita akisema kwamba unaningang'ania ulipiwi kodi, mambo mengi aliongea hapo, na baadaye akampigia Diamond Platnumz video call akawa kama anamwimbia hivi, anasema anasema bebi, hii ni dedication kwako. So baada ya hayo finally, Rita amekuja na kuandika hayo ambayo ameyasikia hapo. Niambie kwenye sehemu ya comments una mtazamo gani? Kwa sababu inaonekana kama vita ndo imeanza hivi kati ya Zuchu na Rita na mambo ya kutupiana maneno mtandaoni, ndo kama hivi hali ilivyo. Niambie kwenye sehemu ya comments hapo mtazamo wako.